Naam, haya. Moja kwa moja tuna, sasa tunataka tuzungumzie eh, ni upasuaji wa aina gani unaotekelezwa kwa mtu ambaye pengine uzito umemzidi mwilini na athari zimeanza kumzidi. Daktari Lands, kabla tu twende mapumziko nilikuwa nimekuuliza maswali hayo. Ni upasuaji wa aina gani, kama kuna maneno ya Kiswahili au ya Kizungu unaweza kutumia kuhusiana na, ili mtazamaji aweze kufahamu akiwa anataka upasuaji unalenga sehemu gani na kadhalika. Alafu pili ni upasuaji ambao umetokana na nini? athari za uh, ambazo ni effects za kuwa mzito au kuwa mnene, ama ni mtu tu kupenda kubadilisha maumbile. Kwa kifupi, kwa hivyo wanaona badala ya kwenda mazoezi, wacha niene nikafanyia upasuaji. Ntaanza yeah. <coughs> Na swali la pili uh, kabla hata tu, tuingie kwa upasuaji na. mara kitu ya kwanza ni tuna, tunaeza tuangalia uh, uh, Mwenye anakuja kwetu mteja na, tunamuuliza maswali kuhusu mbona anataka kupata, mbona nataka nata kupunguza kwanza kilo, hiyo ndio ya kwanza. Alafu tumuulize kama kuna shida yote, kama ugonjwa wa sukari, ugonjwa wa moyo na, kama na shida ya kupata watoto uzazi, kama ya mgongo, na, na, na, na, kama, kama na shinikizo la damu na. Uh, vitu kama hiyo, alafu pia tukishamaliza hayo tuna, tutachukua kilo yake kwanza tujue ni uzito wake ni, ni gani, alafu tukishamaliza hiyo kuna, kuna damu tutapima tujue, um, uh, ini zenyu zinafanyaje, figo inafanyaje, maini inafanya, inafanyaje, kuna shida kama hiyo thyroid, kama kunayo, ama kuna kuna damu ya kiwango ikoaje, sababu saa zingine mtu anakuja na shida uzito lakini afya yake haiko bora mm -hmm. Tutaangalia moyo wakati piga picha tuangalie kama pia inafanya ina, ina uh, vizuri. Tuangalia sukari yake na. Tujue kama ana shida usukari ama pana. Tukishafanya tukisha hayo yote kuna kitu tunaendelea tunaita body composition. Baada ya tukuchukua kilo peke yake, tuna kuna vitu tuko nayo uh, mika na fanyanga unasimama pale tunaangalia hii uzito ikoaje. Ni kama lori tunasema hii lori imebeba inatokana na, na, inatokana na nini so tunataka kujua vitu kama fat density yake iko ikoaje, misuli zikoaje, uh, vitu vinaitwa protein, kiwango cha maji kwa kwa mwili uh, kama kama mifupa yake iko sawa, so vitu vinaitwa bone density. Alafu tunajua hii kilo ni iko wapi na pia imeenda wapi, iko kwa misuli, iko kwa tumbo, iko iko kwa na pengine inatoa athari gani, kwa athari gani, viungo gani kwa mwili. Sasa e, ndio sasa, tukishaona yote, tukiona kama tumepata uko na pengine kilo yako iko juu sana, kitu tunaita BMI, Body Mass Index, ile tunafanya ukilo yako na pia uh, kwa urefu wako no. ile tunaona kama imepita juu ya thelathini na kuna shida kama sukari, kuna shida ya kupata utoto, wat, watoto okay. shinikizo la damu ndo tunaweza sema tunaweza anza na upasuaji no. no. ama tukiona uh, kazi yako ama... na, na wakati huo mnapofanya uamuzi mm mnakuwa wahudumu au wa madaktari wangapi? Alafu pili uamuzi kama huo sasa mnauita uamuzi wa dharura ama ni uamuzi tu wa kumsaidia mgonjwa kufikia kiwango cha uzani ama, ama uzito ambao wanataka so tunasema kupoteza kilo inanga si kitu utafanya kwa dharura na. Tunasema kama ni tunasema, tunasema kwa kimombo kupoteza kilo ni, ni, ni jani si mali wa kufika alafu ishe. So, kuna ile tutafika uzito uh, wako ile tuna tunatarajia ufike alafu ukishafika hapo lazima uendele kuwa na huyo huyo kilo. So ile tukishamaliza hivyo, nitasema kama tukiwa na tukiwa na wateja ama tukiwa na klinik pengine, mimi ntamwona wa kwanza, tutaongea juu hayo yote, tutafanya hizo vipimo, alafu ile wa pili tatuma kwa mika atakuja endelea afanye vipimo, mambo ya nutrition, uh, nutrition, vitu vyote afanye hiyo kitu nilikuwa nasema inaitwa body composition. Tukishamaliza hapo ndo naongea na Dr. Ariamal nasema okay so, tuangalie moyo wake ko sawa maiko sawa, ni mtu anaweza enda upasuaji ama pana. Kuna mtu anaweza kuja lakini mshafanya vipimo, uh, si mtu anaweza enda chini ya upasuaji kwa sababu ni kile uzito wake unaweza kuwa juu sana saakiweka kwa mashini ya kumlalisha shida anaweza pata shida ya kupumua ndo kwanza ama unapata amelala na hizi amka kabisa ama ana shida kupata hiki tunaitwa clot kwenye kwenye mishipa, na tukiona kuna shida tunasema atumwezi na, at, at, ama, ama tukipata shida ya moyo kwanza ama shinikizo la damu iko juu, ndo tuna kwanza tuna tunapeana madawa ifike hapo. Hiyo wakati tunaweza anza na vitu vingine kabla tufike kwa upasuaji. Lakini sasa kuja kwa swali lako la kwanza, kwanza, aina ya upasuaji tofauti mm -hmm. Kuna ile sana sana tunafanya inaitwa natumia kitu inaitwa laparoscopy, maanisha unakata mgonjwa akisha la, akishalazwa kabisa, nakata vidonda uh, uh, vidogo, unaingiza kamera na unaweza, ni kama unacheza hizi vitu za video games na kadhalika na, na nje tukiwa ndani, unaangalia kwenye, kwenye, kwenye, kwenye runinga alafu unaendelea kufanya upasuaji. Uzuri wa hiyo ni mtu anapona haraka kuliko ile kukata kubwa kulikuwa anafanya zamani. Na kwa kutumia upasuaji kama huo, nini hasa unaondoa ama nini unaongeza sana sana? so, hizi sana um, operesheni za aina mbili no. edha upunguze uh, saizi ya, ya, ya tumbo uh-huh. ama upunguze ni, wake kiwango yake alafu upitishe njia yaku kusiaga chakula na kufyonzwa yote no. so ile sana, sana inaweza kuwa ya kwanza, ile tunafanya sana inaitwa sleeve gastrectomy unatoa kiwango kubwa la, la tumbo, alafu naifanya ikuwe ndogo. Ile inabaki inakuwa kubwa kama inakuwa ndogo kama mrija ama pipe, so inakuwa, inakuwa, kama, inakuwa kama ndizi. So ile inabaki hiyo inakuwa na sasa inapokea kiwango kidogo kidogo sana so unatoa kama about 70 to 80% ya tumbo ile inakuwa na, na, so tu, mm -hmm. na, na nini mbili, ya kwanza hawezi kula sana mm -hmm. ya pili Uh, kuna, kuna homoni ile inafanya unasikia njaa, hiyo upande kubwa umetoa, hiyo homoni haikui tena uh -huh. So inafanya hausikii uh, kukula. hiyo ndio ya kwanza okay. Ya pili ndio ninakuwa sema unapunguza tumbo no. Alafu una, una, una, una, bypass unapita no. utumbo, no. utumbo, utumbo sasa no. The small intestine. So unafanya vitu mbili hawezi kula lakini pia chakula isiagwi na kufyonzwa vizuri mm -hmm. Daktari nitarudi kwako mm -hmm. Daktari Amal um, when you, you have a patient uh, that you have to put down to sleep um, through anesthesia and they have different conditions underlying conditions uh, but you realize that you know, overweight being overweight is one of the biggest they could be having heart problems cardiovascular issues and and high blood pressure and what have you what do you look for

like we, we don't say no we can't do the surgery for those patients mm -hmm. but if you have any underlying cardiac issues with that then we optimize, we optimize try to treat them we try to make sure the patient is safe to go for the surgery mm -hmm. and then we go for the surgery. All right. thank you daktari eh, bwana mika um, daktari ameelezea kuhusiana na mbinu za upasuaji lakini kuna wale ambao pengine wanakuja kwako lazima ukae nao wape ushauri kwamba ni bora kutumia vyakula tofauti kuliko kuingia moja kwa moja katika upasuaji kwa sababu kuna mwingine anaona kwamba upasuaji utamsaidia. Nauliza hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu kuna watu ambao hawawezi pengine kufanya mazoezi kwa njia moja au nyingine, pengine ana majeraha ya kutokana na ajali na vitu kama hivyo, kwa hivyo mwili wake hauwezi kustahimili kufanya mazoezi ya muda mrefu kupunguza uzito, inakuwa rahisi kwa yeye kuingia upasuaji. Sasa mtu kama yule akija kwa daktari na amwambie nataka kufanyiwa upasuaji kupunguza sehemu fulani na fulani na fulani, kwako wewe, ni ushauri gani ambao unatoa kwa mtu kama yule ambaye pengine hawezi kuingia katika mazoezi au hata kula vyakula ambavyo moja kwa moja vinaweza msaidia kupunguza uzito? uzito <coughs> uh, uh kupunguza uzito wa mwili uh, ina changamoto zake. Wacha nianze kwa kusema hivyo, si rahisi kuja kuambia mtu acha kula venye umekuwa ukikula, ningependa upunguze. Inachukua muda kutengeneza hiyo tabia ndo ikue ndani yako, inachukua muda. Muda huo unaweza badilika kulingana na mtu ama kulingana na ile mazingira yako nayo unaweza mwambia haya, ningependa uanze kula mara moja kwa siku, kisha akienda nyumbani amepikiwa mara tatu mara nne, asipokula anaambia uende ukule kwenye ulikuwa unaku unakula huyo <laughs> <laughs> mwenye ulikuwa kula kwake, rudi kwa rudi kwake kwa ama usipokula nyumbani unaambwa eh, na siku hizi eh, na majigambo na majibu kidogo eh, majivuno eh, no kidogo nah. So, mtukaho tunaanza kwanza kuzungumza ah, Dokta Mala amesema lazima tukupange ili tuhakikishe kwamba ukiingia kwa ule upasuaji no. unaweza toka no. Uh, ukitoka kuna mtindo unafaa kuanzana nao no. kuhakikisha kwamba mabadiliko yale tumefanya pale ndani, tumepunguza tumbo, tumetoa asilimia sabini, asilimia themanini, tumekuacha na asilimia thelathini ama ishirini. Bado ule mwili bado unahitaji kupewa Nourishment. Nourishment inabadilika kulingana na mtu kimiaka na pia mazoezi venye umesema ama kazi yenye unafanya. Hapo ndipo utaratibu tunatembea nawe polepole, nakwambia haya ningependa uanze kula mara moja kwa siku, kisha baada ya mwezi kuja nikupime nione misuli kama zimepungua, mafuta kama imepungua, ama maji ya mwili imebadili imebadilika. Kisha baada hapo nakwambia, ningependa tubadilishe, tuongezee kitu fulani, ukibadilisha, kisha tunapima tena baada ya wiki nne tunaona kama kuna uh, manufaa yoyote ama bado hujaweza kupata manufaa, hivyo tunaenda tukikupea mawaidha polepo polepole. Kabla ya upasuaji, tunajaribu kuanza kukubadilisha polepole pole, ndo uweze kuzoea chakula kidogo, sahani ndogo na, na vipimo vidogo. Inaweza chukua wiki mbili ama zaidi. Kuna wale wanakuja, unamsikiza, unamwambia unakula mara nane kwa siku, kwa sababu mambo ya chakula mara nyingi hayako tumboni, yako kwenye fikra <laughs> e, ndio. Kwa hivyo ina, inabidi tuanze kwanza na fikra kukukonvince kuku, kuku, kuku kwamba kukula mara moja kwa siku imetosha kupea mwili yako kila kitu, unajiambia nimeshiba, nimeshiba ndo hiyo tunaanza hiyo gumzo mapema no. Ndipo baada ya upasuaji, upasuaji unakuja kuendeleza kitu tushaanza. Unafaa kuja huku ushaanza kupoteza kilo, ndo tufanye upasuaji, ndo baada ya upasuaji unaendelea na safari, venye daktari amesema ni safari, it is a journey. Haianzi siku ya upasuaji inaanza huko mbele penye uliingia kwa ofisi ukajisalimisha kwamba nina shida. Unajua, kuna siku moja mtu alikuwa ananifanyisha mazoezi kitambo, wakati ananiambia, <laughs> ule muda uliotumia kuninepa. Eh. Ndio ule ule muda tutakaotumia, <laughs> aja kupunguza, kupunguza aja kosea uzani kwa sababu safari ni ile ile, hajakosea, inachukua muda. we say lifestyle is built in three months mm -hmm. Mabadiliko yoyote yenye tutafanya pale kwa sahani no. haitapungua miezi tatu vile vile itanichukua miezi tatu kuona kama yale mabadiliko ma, ya ya asante yes. ya nitarejea kwako kwa. E, e, ani daktari amezungumzia sehemu moja tu ya upasuaji ambayo nataka utueleze wakati ni muuguzi kwa sababu amezungumzia sehemu ambayo mnaitoa sehemu ya tumbo e, na kubakisha sehemu ndogo ambayo inapitisha chakula kidogo na kadhalika. Mgonjwa kama huyo amejiondokea kutoka e, chumba cha upasuaji ama kitanda cha upasuaji, amekuja kwako kwa kwa kama muuguzi Tupe njia ambazo unamwangalia na, na ushauri unaompa wa yeye kujiangalia, inamchukua muda gani kupata nafuu hadi ifike wakati ambapo anaweza kwenda nyumbani, na mpangilio ama utaratibu wa jinsi atakavyokula atakavyokunywa, ili asijatoneshe kidonda au asipate madhara zaidi? Okay. Um, tumesema huu ni mwendo na ni mwendo ambao tunasafiri na wewe Uh, tukiwa kwa gari moja kwamba utahitaji daktari, uh, utahitaji Dr. Amal uh, pale kwa anesthesia, utahitaji Mika. mm -hmm. Kwangu mimi ninaleta kitu tunaitanga, bridging in the gap between the patient and the, the team. mm -hmm. Okay, okay? because immediately okay, let's start before twende uh, kwa kwa, kwa, kwa theatre kwa surgery kwangu mimi kama muuguzi ninaichukulia a little bit personal kwa sababu ule mtu akija ku, ku, ku, kutaka yale mabadiliko mm -hmm. ni kitu ambacho amewaza sana kwa muda mrefu, ni kitu ambacho pia kinagharimu pesa, ni kitu ambacho angetaka ki succeed, angetaka kiwe vile vile alivyokiona mm -hmm. the vision mm -hmm. Okay, so kwangu, kwanza, ninakaa naye chini, tunapata gumzo bila kuangalia udaktari tunaongea kama uh, a sister to a brother, a sister to a sister, vitu kama hizo. Tunaongea tuseme ni mama, kuna vitu vingi ambazo zinazingira uh, the journey aha. So akishafika sasa pale ambapo sisi wote tumeamua huyu ni right candidate kwenda kwa upasuaji, tukaenda tukafanya either sleeve gastrectomy ama bypass ama balloon, kitu cha kwanza ni tushapunguza na ule mwili ulikuwa ushazoea chakula, so itakuwaje kwamba atujadhoofisha afya yake? Mm-hmm. Sisi wenyewe kwa kutaka kumsaidia okay. So there is immediate um, uh, uh, uh, how you intervene immediately, okay. Tunaanza pale hospitalini huyo, uh, mgonjwa akisha, ule ule ule client, hatutaki kumwita mgonjwa juu si mgonjwa ule client uh, Uh, atakuwa kwa kwa pain atakuwa kwa atakuwa na maumivu hapa na pale, so ni sharti mimi nifuate maagizo ya daktari kwamba amepata pain medication number one. Number two, anahitaji zile vitu tunaita um, infusions you know. Ni lazima ni, niende kwa notes za daktari nielewe alimpa what we call mawaidha gani alipeana huyu mgonjwa akiwa hospitalini apewe su. So yangu ni kuzingatia kwamba ule, ule client amepata ama ule mgonjwa amepata until siku mbili uh, ambapo amekaa hospitalini. No. And then tunaanza tena sasa kuangalia akienda nyumbani. No. Kutakuwa namna vipi? No. So kuna kumshauri, unafaa kukula namna hivi Mm-hmm. na si kula kwa kawaida uh, Mika atakwambia kwamba uh, protokoli yake ina i, i, um, inakubali kwamba anze kwa kunywa, kwa sababu pale ambapo tuli operate is very raw. Yeah, so you cannot just go in and just eat a meal amial uh -huh. so we need fluids kwa muda anaweza ku uh, no. you know no. anaweza ku um, is the body accepting that change, that is the first question no. from me as the nurse no. Swali lingine la kujiuliza ni kwa mtu ambaye amefanyiwa upasuaji kama huo, ni sharti awe na watu nyumbani watamwangalia ama namna gani? Kwa sababu naamini ni upasuaji ambao pengine unamtatiza kutembea, unamtatiza kuoga, unamtatiza hata kujipikia chakula kwa mfano. Kwa hivyo mtu akija kama vile kabla mumuondoe hospitalini kuelekea nyumbani, ambaye amefanyiwa upasuaji wa utumbo eh, kuupunguza kitu gani ambacho mnashauri awe nacho nyumbani, awe nao nyumbani, ili aweze kuwa na mafanikio bora zaidi katika kupona majeraha na kadhalika. Okay. huu mwendo tulisema unaanza mbali sana vile ambavyo Mika alikuwa anaeleza kwamba tunaanza hii jani kabla hata ufanyiwe upasuaji. So kama ni chakula tusha ku, kupatia mwelekezo kwamba your mind does not need to to think you need too much food That's for sure. Then we come to the hospital immediately after we do the, the procedure or the operation for that matter, daktari atakuambia nataka utembee. Kwa sababu gani? Vile ambavyo utazidi kukaa kwa kitanda ni kumaanisha damu yako haitembei, so tunataka pale ambapo dawa za anaesthesia zitaenda chini ama zitapungua, tunataka uanze kutembea, na ndio maana tuta sababu utasikia tuseme kwenda msalani. Ndipo hapo sasa mimi kama muuguzi mm -hmm. na, na wajibika mm -hmm. kutembeza ule mgonjwa no, ndio pia damu ite, itembee no. That is number 1 number 2, tukiongelelea pale nyumbani sasa tuna carry forward ama tuna carry on na zile, uh, mambo ambazo tumekuwa tukimfunza. Uh, kuongea ukweli, sisi kama team tunasema, tafadhali usiende kwa hii oparesheni kama ujaambia wengine kwa sababu hawataelewa. Mimi ni mama, nina watoto, tunapika lakini mama hakuli. Ama we ni mzee e, ushapika lakini mama hakuli pia. Kutakuwa na maswali mengi sana, so tunasema uh, ile wakati unakuja kwetu ukisha enda into this decision, let your family in into the decision, so that they bie, are the support system Asante sana ani, daktari, nirudi kwako. Tumezungumzia upasuaji wa utumbo ambao ni kuupunguza ku, uh, kwa kiwango fulani. Imewahi kutokea kwamba mtu mmempunguza utumbo wake, lakini bado akajikuta katika hali ya kunenepa kwa sababu ya desturi nyingine tofauti? Kwa kifupi sana, kabla hatujazungumzia upasuaji wa aina nyingine. Nitasema zamani tulip, tulikuwa hivyo, lakini tangu tukue tukakuja pamoja, tumeona ndio likuwa nasema ukikuwa mwanza na sisi hiyo mwenendo lazima ufuatilie. Kuna wale, wale tunafanya upasuaji alafu wakishapona wanapotea hadi ile wakati wanaona sasadha kilo imeacha kupunguka ama, ama imeanza kupanda tena, ndo wanarudi tena lakini, kuna uwekezo kwa kupanda kwa sababu kupunguza kwa utumbo lakini, nafahamu mwili wa binadamu kawaida siku zote unaweza kustretch na kuongezeka yeah. Sasa katika masuala ya utumbo unaweza ukapanuka, uka zaidi akarudi pale pale alipokuwa, ama kuna madhara hata ya kupasuka na kupata vidonda? Hakuna madhara ya kupasuka kama ulikuwa umepona, no. Kuna utaratibu ukishamaliza, no. Tukishafanya upasuaji no. Utaanza kwanza na kunywa maji, vitu kama hizo liquids, alafu uende kwa vitu ino kama ya chakula ya mtoto mm -hmm ndogondogo kwa uh, wiki kama nne hadi sita. Ile unafanya mbeleni unaweza fanya tena. Mm -hmm. Ile, tutakuwa tumepunguza kiwango, unaweza kula lakini baadaye unapata. Kuna watu wanaanza kukula, kula, sana sanasana, anakula hapa kidogo anangoja kidogo anakula pale kidogo, ameacha mazoezi so ile tunasema ile muhimu, hata kabla tuanze, ili kuangalia huyu mteja atafanya kitu inaitwa lifestyle change kabisa, ama hizi sababu. Kuna wale wanataka kuja, alafu wanapotea, imefanyika mbeleni, alafu anarudi baadaye saa zile itachukua miaka lakini pia itakuja ita, ita tu polepole. Na, daktari asante sana nitarudi kwako tueleze aina zingine za upasuaji katika e, kliniki yenu na e, jinsi e, mteja anaweza kupata huduma na vile vile e, kupata manufaa na pia kujua athari zinatokana na nini. Pia tutakuwa nauliza maswali baadhi yenu wengi tu wameuliza maswali kwa madaktari hapa na wauguzi e, na washauri wa maswala ya lishe bora. Tutazungumza mengi, usiondoke hapo ulipo, tunarejea hivi punde.